Walimu wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe wapatiwa mbinu bora kuinua ufaulu wa somo la hisabati na Kiingereza. Mafunzo hayo yaliyokuwa yakifanyika katika chuo cha walimu Korogwe kupitia mradi wa Shule Bora yakilenga kuwajengea uwezo kuinua ufaulu wa masomo hayo. Afisa elimu ya awali na msingi anaeleza kwa namna mafunzo hayo yalivyokuwa yakiendeshwa. Katika halmashauri yetu ya wilaya ya Korogwe tuna mafunzo ya ya somo la Kiingereza kwa walimu wetu. Tuna walimu 55 ambao wanapata mafunzo kwa kupitia ufadhili wa shule bora, na wanapopata mafunzo haya wanaenda wanapeleka kuyafikisha kwenda kwa, kwa, kwa train wa walimu wengine shuleni yana cascade, lakini vile vile tumewaleta viongozi wao ambao ni maafisa elimu kata ambao watakwenda kusimamia mafunzo hayo kuhakikisha kwamba yanawafikia walimu wote katika shule zetu. Wakitoka hapa, wataenda kuwezesha katika ngazi ya kata, and then wakitoka katika ngazi ya kata, basi wataenda katika shule zetu kupitia mewaka ambako kila mwalimu ataweza kupata mafunzo hayo e. Katika halmashauri yetu ufaulu unashushwa na masomo mawili kuwa na performance ya chini ambayo ni somo la Kiingereza na somo la hisabati. Tulianza kutoa mafunzo ya somo la hisabati na alishafika kwa walimu wote. Kwa leo ndo tunakamilisha hapa e, mafunzo haya ya ya Kiingereza ambayo walimu haya hawa wanaenda kukaskedi ambako tumeweka deadline ni wiki moja e, wiki ijayo kila shule itakuwa imeshaendesha mafunzo haya na tunaimani kabisa kwamba mafunzo haya wakiyapata yataweza kusaidia eh, kuweza kuinua eh, kiwango cha ufaulu katika masomo ya Kiingereza na hisabati. Lakini tumekuwa na mikakati mbadala ambayo watatokanayo hapa ambayo kwa somo la Kiingereza eh, kitu ambacho kitakuwa kitasaidia ni kufanya practice. Na kufanya practice ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafundishwa kwa vitendo kwa, kwa, kwa kuimba kwa kucheza kwa kutumia mbinu zote zile ambazo zitakuwa zinamshughulisha mtoto, lakini kikubwa zaidi ni kuongea Kiingereza na tulivyokubaliana at least iwe siku moja katika kila shule ambako wana, wanaifanya kama ni English day ambayo wana eh, shule nzima inaendeshwa, walimu wote na wanafunzi wanaongea eh, Kiingereza lakini katika somo la hisabati, kitu ambacho tumekubaliana ni kwamba kutakuwa na mkakati mbadala, ambapo mwalimu kabla hajaanza kufundisha somo la hisabati, anaanza kwanza na tebu na kufanya yale matendo ambayo ni rahisi, yale ya kujumlisha, e, kutoa, e, kugawanya na kuzidisha. Lakini kikubwa zaidi, e, nguvu kubwa natakiwa kuongezwa kwenye elimu awali darasa la kwanza na la pili. Enapo ni mahali ambapo eh, nguvu kubwa ikishawekwa, mtoto akishafika darasa la pili anajua kusoma, kuandika na kuhesabu vizuri. Tunaimani kabisa akiendelea darasa la tatu na la nne atakuwa mzuri na ataweza kufanya vizuri katika masomo yake. Eh, kwa hiyo tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ufadhili wa shule bora ambako wameweza kutupatia fedha kwa ajili ya kuendesha mafunzo haya ambayo tuna imani kabisa kwamba tangia yaanze, tumeshaanza kuona mabadiliko makubwa e, katika masomo ya Kiingereza na hisabati, lakini pia e, kwenye maeneo ya kusoma kuandika na kuhesabu. Mwalimu Apron Chapuga wa shule ya msingi Manka anaeleza kwa namna gani mradi huo ulivyowanufaisha. Tunashukuru sana serikali yetu kwa kuratibu mafunzo haya ambayo kwa kweli yametupa mwanga sisi kama walimu E, tumejifunza namna ambavyo ufundishaji wa kisasa unakwenda. Kwa hiyo tunategemea baada ya kutoka hapa tunakwenda kwa watoto. E, tumezoea ufundishaji ule wa kizamani. Lakini kupitia mfumo huu wa CLT watoto wanakwenda kupata maarifa yanayohitajika e, kulingana na dunia ya sasa, teknolojia ya sasa e, zamani tulizoea kwamba mwalimu ukiingia e, unafundisha watoto wanakusikiliza. Lakini katika mfumo huu e, mwalimu unaongea na watoto wanaongea. Kwa hiyo ni mfumo ambao kwa kweli tunashukuru sisi kama walimu utatuwezesha, na, na, na unatutua mzigo sisi kama walimu, sababu kuongea peke yako wenzio wamenyamaza, wanafunzi wamenyamaza ni, ni, ni, ni mzigo kwako. Kwa hiyo tunategemea tukitoka hapa, tunakwenda kubadilika, watoto wanakwenda kupata maarifa yanayotakiwa kulingana na dunia ya sasa.